Karibu sana kwenye sehemu ya nne kwenye mada yetu ya jinsi akili yako inavyofanya kazi. Kwenye sehemu ya tatu iliyopita tumejifunza jinsi kujisemea kunavyofukuza hofu, How auto suggestion banishes fear. Lakini leo tunamalizia kwa kufahamu jinsi ya kutumia maarifa hayo katika maisha ya kila siku. Kama hukupata nafasi ya kutazama sehemu ya kwanza hadi ya sehemu ya tatu, nenda hapo chini kwenye description, mwanzo kabisa nimeweka link ya video ya sehemu ya kwanza ya pili na sehemu ya tatu pia. Nakushauri uanze huko, maana tulijifunza mambo muhimu yanayotuongoza kwenye hii sehemu ya leo. Kama wewe ni mgeni wa channel hii au si mgeni ila bado huja subscribe, basi naomba usubscribe, like na share video hii kwa marafiki zako, ili nao wapate kujifunza. Kaa hadi mwisho, maana sehemu hii inaweza kubadilisha jinsi unavyofikiri kabisa. Kabla tujaendelea hebu jiulize, je, umewahi kukubali mojawapo ya haya? Have you accepted any of this? Huenda tangu utotoni ulipokea mawazo fulani kutoka kwa watu wazima wazazi au jamii na ukaanza kuyaamini bila kuyahoji. Labda uliambiwa kwamba wewe si mwerevu wa kutosha, kwamba maisha ni magumu, kwamba pesa ni ngumu kupatikana, au kwamba hutawaza kufanikiwa kama wengine. Mawazo haya yakirudiwa mara kwa mara, huingia katika akili yako ya chini na kuunda mtazamo wa ndani unaoamua jinsi unavyojiona na jinsi unavyofanya maamuzi. Kama uliwahi kukubali mawazo ya aina hiyo, lazima ujue kwamba bado una nguvu ya kuyaondoa. Akili yako ya chini itakubali wazo jipya lililowekwa kwa imani ile ile ambayo uliitumia kukubali lile la zamani. Hivyo, kwa kutumia kujisemea chanya na imani thabiti, unaweza kuondoa kabisa mapokeo hayo ya zamani na kujijengea mtazamo mpya unaolingana na mafanikio, afya na amani. Kila kitu unachoamini kinaanza kama wazo. Mara tu unapoamini wazo hilo, akili yako ya chini hulitumia kama kanuni ya kutenda. Kwa mfano, ukiamini kwamba wewe ni dhaifu, akili yako ya chini itahakikisha kwamba unajihisi dhaifu na matendo yako yataonyesha udhaifu huo. Lakini ukiamua kuamini kwamba una nguvu na uwezo, akili yako ya chini italeta hali, watu na mazingira yatakayokuthibitishia hilo. Ni muhimu kuelewa kwamba hakuna mtu anayeweza kukuathiri vibaya bila idhini yako ya kiakili. Unapokataa wazo hasi, halina nguvu juu yako, lakini kilikataa hata kwa ukimya, akili yako ya chini itaanza kulifanyia kazi. Kwa hiyo kuwa makini sana na maneno unayoyasikiliza na mawazo unayoyaruhusu kuingia akilini mwako. Kama mtu atakuambia jambo hasi, sema kimoyomoyo, sitakubali hilo. Hiyo inatosha kuzuia akili yako ya chini kulipokea. Wewe ndiye mlinzi wa mlango wa akili yako, na ni jukumu lako kuhakikisha kwamba mawazo yanayoingia ni ya kujenga tu. Kumbuka, akili yako ya chini hujibu kila wazo unalolirudia kwa hisia. Unapojirudia wazo la hofu, unaunda hali ya wasiwasi. Unapojirudia wazo la upendo, unaunda amani. Unapojirudia wazo la mafanikio, unaunda njia kuelekea mafanikio hayo. Kwa hiyo, kila siku chagua kwa makusudi mawazo unayotaka akili yako ya chini iyafanye kuwa ukweli. Mtu anaweza kusema "Nimekuwa maskini muda mrefu sana, siwezi kubadilika." Lakini hiyo ni imani tu, si ukweli wa kudumu. Kwa kubadilisha imani hiyo na kuanza kujirudia, ninafurahia utajiri wa Mungu unaotiririka maishani mwangu, kila kitu ninachogusa ufanikiwa, akili yako ya chini itaanza kuandaa njia mpya. Inaweza kuonekana taratibu mwanzoni, lakini kila hatua itakupeleka karibu na uhalisia mpya. Sheria ya akili ni rahisi. Mawazo yanayorudiwa kwa imani huwa kweli katika uzoefu wako. Hivyo, hakikisha mawazo yako yanalingana na yale unayotaka, si yale unayohofia. Watu wengi hutumia nguvu ya akili yao vibaya kwa kufikiria kila siku kuhusu kile wanachokihofia. Wanashangaa kwa nini hofu hizo zinajitokeza katika maisha yao bila kujua kwamba wao wenyewe wamekuwa wanazilisha kila siku kupitia fikra zao. Kwa hiyo, anza sasa kujenga maisha unayotaka kwa kuchagua fikra zako kwa makini. Chagua kufikiria kuhusu afya, furaha, mafanikio, upendo na amani. Rudia mawazo haya kila siku hadi akili yako ya chini ya kubali kama ukweli. Baada ya muda, utaanza kuona ushahidi wake ukijitokeza katika kila eneo la maisha yako. Kumbuka, akili yako ya chini ni kama bustani. Kama utapanda magugu ya hofu na mashaka itakupa matokeo hayo, lakini kama utapanda mbegu za imani, matumaini na upendo, utavuna furaha, mafanikio na baraka. Wewe ndiye mkulima wa akili yako na mavuno yako yatategemea mbegu unazopanda. Unapofahamu nguvu hii, hakuna kitu kitakachoweza kukuzuia. Utaanza kutumia akili yako kwa uelewa na kwa ujasiri. Utajua kwamba mawazo yako ni maumbi yako, na kile unachoamini kwa moyo wote lazima kitokeze katika maisha yako. Hivyo basi, amua kufikiri kwa njia inayojenga na kutafuta kila siku kuthibitisha wema uliomo ndani yako na katika ulimwengu unaokuzunguka. Kumbuka maneno haya ya zamani, kama mtu afikirivyo moyoni mwake ndivyo alivyo. Hiyo ndiyo sheria ya maisha. Kile unachofikiri kwa dhati, kile unachohisi kuwa kweli, na kile unachokubali ndani yako ndicho kitakachojitokeza katika maisha yako. Kwa hiyo jaza akili yako na mawazo ya amani, upendo, imani na matumaini. Utaona kwamba nguvu ya akili yako ya chini itakuletea afyo, furaha, ufanisi, baraka na mwanga katika njia zako zote. Ndipo utakapogundua kwamba ndani yako kuna hazina isiyo na kikomo cha hekima, nguvu na uwezo, chanzo cha kweli cha bahati, uongozi wa kiungu, matendo sahihi na baraka zote za maisha. Ndugu mtazamaji, nikukumbushe kwa mara nyingine tena kwamba mada hii imegawanyika katika sehemu kuu nne. Hii ni sehemu ya nne, ambayo ndiyo ya mwisho ya mada ya jinsi akili ya yako inavyofanya kazi. Kama wewe ni mgeni wa channel hii nenda hapo chini kwenye description; mwishoni nimeweka linki ya video ya mada hii, jinsi ya akili yako inavyofanya kazi, sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, sehemu ya tatu. Tumetembea safari ndefu pamoja, tukigusa kila kipande cha akili ya mwanadamu, jinsi inavyofikiri kuamini na kuathiri maisha yetu. Ninachotaka ubate nacho ni hili, akili yako ni bustani na mawazo yako ndiyo mbegu. Kila siku unapowaza kwa upendo, imani na matumaini, unaleta maisha bora zaidi karibu yako. Usiache kuamini, usiache kutenda, na kamwe usiache kufikiri kwa njia chanya. Asante kwa kutazama mfululizo huu. Tuonane kwenye safari ndayofuata ya kujenga akili na maisha yenye mwanga zaidi. Usisahau kusubscribe, like, comment na share video hii kwa marafiki zako ili nao wapate kujifunza.